Mazingira yako ni kutunisha msuli, utakapoishia ndio umeishia hapo au? <laughs> Jaelewa wakati Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakuwa vichwa wala sio mkia. Watu wengi sana wanafikiri ni kuwa namba moja na sio sifuri no. maana yake you use your brain to lead others Ndio maana Wayahudi ni wa kwanza kwenye IT, wa kwanza kwenye fedha, wa kwanza kwenye madini, wa kwanza kwenye kilimo, pamoja na kwamba nchi yao ni ndogo kuliko mikoa mingi ya kwetu. Asilimia sitini ya nchi yao ni jangwa. Tulimuuliza Myahudi mmoja, nyinyi kwa nini mna maendeleo ya yes, spidi, namnaye mnapigana vita karibu kila siku? Akatuambia we think differently. Ndicho alichotuambia yule Myahudi, we think differently lichwa lichwa